Rais wa Zanzibar afanya mabadiliko ya wakuu wa mikoa na wilaya. Zanzibar, Juni 2025. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dk. Hussein Ali Mwinyi, amefanya mabadiliko ya viongozi wa ngazi ya mikoa na wilaya kwa lengo la kuimarisha utendaji na kuleta ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Taarifa rasmi kutoka Ikulu Zanzibar imeeleza kuwa mabadiliko hayo yanahusisha uteuzi mpya, uhamisho wa baadhi ya wakuu wa wilaya pamoja na kuwapa nafasi viongozi wapya katika mtumishi wa umma Mheshimiwa Hamida Musa Hamisi ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa kusini Unguja. Kabla ya uteuzi, Mheshimiwa Hamida alikuwa mkuu wa wilaya ya Magharibi B Unguja. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Magharibi A Unguja. Kabla ya uteuzi, Mheshimiwa Kashen alikuwa mkuu wa wilaya ya kati Unguja. Ndugu Rajab Ali Rajab ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya kati Unguja. Kabla ya uteuzi, Ndugu Rajab alikuwa mkurugenzi wa idara ya huduma za meli za bandari katika mamlaka ya usafiri baharini ZMA. Ndugu Miza Hassan Faki ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya mkoani Pemba. Kabla ya uteuzi, ndugu Miza alikuwa ali ni katibu tawala wilaya mkoani Pemba. Ndugu Muhammad Ali Abdullah ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya mjini Unguja. Kabla ya uteuzi, ndugu Muhammad alikuwa katibu tawala mkoa wa mjini Magharibi. Ndugu Amur Yusuf Manga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Magharibi B Unguja. Kabla ya uteuzi, ndugu Amur alikuwa diwani mstaafu. Mabadiliko haya yamekuwa yakifanywa mara kwa mara ili kuleta wajibikaji na ufanisi katika utekelezaji wa sera za serikali unaimarika katika kila ngazi. Huku rais Mwinyi ameahidi kuendelea kufanya tathmini ya utendaji wa viongozi wake ili kuhakikisha maendeleo ya Zanzibar yanaendana na matarajio ya wananchi. Uteuzi huo umeanza jana tarehe moja Julai elfu mbili na ishirini na tano na wateule wote wataapishwa Julai tatu elfu mbili na ishirini na tano saa saba mchana Ikulu Zanzibar. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar.